Kwa biatu. Kwa biatu. Kwa biatu. Chukua kila kitu. Unanima hai kwa sababu mimi ni mfupi. Watu wangapi ni wafupi kama kama kama kama mimi? Kama mimi, mimi mimi mimi mimi mimi mimi watu watu watu wangapi wangapi wangapi ni ni ni wafupi wafupi wafupi na wako kazi. Mimi wako kazi? kazi? kazi kazi kazi kazi kazi ndo ndo ndo, kwani kwani nani? Mr. Ruto, niko kazi hapa? Nafanya kazi kila siku, nimeomba kazi 8 years, nimeenda nimeenda NYS. Mlininyima kazi nikaenda NYS. Sasa nimeenda NYS tena mnaninyima kazi nyingine? mimi ndo sifai si kwa kazi kwani kwani kwani kwani hizi fanya fanya fanya kazi fanya kazi kazi kazi kazi kazi kazi tunaweza tunaweza better than than watu warefu hata. watu watu watu warefu hata hata hata shida zingine sisi fanya kazi more than that. mimi mimi mimi mimi ninahitaji si mi mi kwani. Mi kazi. si ati mnasema watu wa NYS mnasema wafupi, mnasema miaka miaka imepita na na miaka iko bado, mbona nyinyi mnakaaje? Mr. Ruto, nitafutie nitafutie kazi kama kama uko hapo, kama unanisikia, nitafutie kazi. Si lazima ninge polisi na hata niweza ingia polisi na nikuwe personal guard yako Si lazima ikuwe, kwani watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako mfupi kama mimi. Si mnasema mimi ni mfupi? Mtoe kila mtu mwenye ako kwa idara na ako mfupi kama mimi. Kama si hivyo, hivyo ndo nitakubali, hivyo ndo nitakubali, mtoe kila mtu kama mnataka kunitoa mimi. Height inasaidia nini kama ni kazi? Kwani kazi wanafanya na height ama brain? Kazi watu wanafanya na height ama brain? Nilienda NYS, nilienda NYS. Eh. mt wea walinyima wali kazi nilipomaliza form 4, mimi ni mtoto wa maskini. Walinyima kazi nilipomaliza form 4, nikaambiwa niende, nikaenda NYS, nika nikaenda nika complete my all my all. Nikaenda first stage, nilienda training, nikamaliza training, nikaenda nation building, nikamaliza nation building, nikaenda class class, nika nikafanya ICT, nikamaliza hiyo class, lakini kazi sipati. Kwani kila siku hapa nini? Mbona kila siku nafanywa hivi? Nimejaribu kazi kila mahali, mbona kila siku nafanywa hivi?